Kila siku nakueleza wewe mfugaji, uwe mfugaji wa kuku aina zote, uwe mfugaji wa nguruwe, uwe mfugaji wa samaki na mfugaji aina yoyote ile, kila siku nakueleza kuhusiana na habari njema ya kampuni ya Koudijs. Sasa hapa nilipo hii sio mfuko wa simenti wala sio mfuko wa chochote. Hiki ni chakula cha mifugo na hiki chote kiko maalum kwa ajili ya nyie wafugaji wa kanda ya Ziwa. Sasa hivi unaweza ukaona hizi zote ni bidhaa za Koudijs, na hapa tunazungumzia concentrates mbalimbali, tunazungumzia concentrates mbalimbali kwa ajili ya nguruwe, lakini pia kwa ajili ya kuku. Kwa hiyo wewe kama ni mfugaji maeneo yote yale kanda ya Ziwa, bado mzigo unaendelea kuja mwingi na mwingi na mwingi zaidi kuku mpaka pale tutakapohakikisha kwamba kila mfugaji anayefanya kibiashara ameweza kujipatia chakula au concentrates ambazo zinaweza zikamsaidia. Sasa kuna mengi ya kusikiliza na kuna mengi ya kufahamu. Habari ni wateja wetu wa kanda waziwa, kwa majina naitwa Maria Mpangala, ni mfanyakazi wa kampuni ya Koudijs. Kwa leo tumewaletea bidhaa zetu pendwa kabisa kutoka kampuni ya Koudijs. Kwa hapa naweza nikawaonyesha, tuna bidhaa yetu kwa ajili ya kuku wa mayai. Karibuni sana, hii hapa inaitwa KRC 10, kwa ajili ya kuku wa mayai ni nzuri sana, unatumia tu vitu vichache, lakini unapata kitu kilicho bora. Ni nzuri sana kwa ajili ya kuku wa mayai lakini pia mchanganyiko wake ni rahisi pia kwa wateja kuelewa, kwa sababu yenye ina vitutubisho vyote ambavyo vinatakiwa kuwekwa kwenye kuku. Wewe mteja unatakiwa kuongeza ni chokaa, pumba pamoja na palaza. Hiyo ni rahisi sana na hata kwenye mahitaji yake ni rahisi sana kwa mteja kugundua ni nini ambacho anatakiwa kufanya. Tukiacha bidhaa kwa ajili ya kuku wa mayai, tuna bidhaa kwa ajili ya kuku kwa nyama ambao anaweza kutumia chotara saso na kuku wote wa ambao wana wanyama inaitwa KBC 35. Hii ni nzuri sana, malighafi zake ni chache sana za kutumia, lakini ina protini kubwa sana. Uchanganyaji wake ni mzuri na unaeleweka kwa wateja wote. Hapo tuna hii hapa ambayo ni creep feed. Creep feed ni nzuri sana kwa ajili ya nguruwe, vitoto vya nguruwe ambapo vinaanza kula kuanzia siku ya 14 mpaka siku ya 35. Hii hapa ni nzuri sana kwa sababu haihitaji malighafi nyingi tayari na protini nyingi za kutosha. Kwa unachohitaji wewe ni kuchanganya tu pamoja unga wa dona ili nguruwe haweze kula vizuri na kunenepa kwa kwa haraka zaidi. Karibuni sana. Lakini pia ukiacha hiyo tuna bidhaa nyingine ya nguruwe ambayo inaitwa KPC 30. KPC 30 ni nzuri sana. Sisi bidhaa zetu tunatumia malighafi ambazo ni rahisi sana kupatikana Tanzania. Kwa mfano kama ni pumba au palaza. Mahindi tunajua kwa Tanzania ni rahisi sana kupatikana, kwa hiyo mteja anakuwa ni rahisi sana, anakuwa hana gharama ya kutafuta malighafi zingine akitumia concentrate kutoka kampuni ya Koudijs kwa sababu haimletei gharama kubwa sana kwa sababu ni urahisi sana kupata pumba pamoja na paraza kutoka nchini kwetu Tanzania. Lakini ukiacha hiyo, tuna product ambao wanatumia nguruwe, ambao wazazi wenye mimba pamoja na wanao wanaoandaliwa kwa ajili ya mbegu, yenyewe inaitwa KPC ishirini. KPC ishirini pia ni hivyo hivyo kama e KPC 30 utofauti ni lesho tu ya kuchanganya ni nzuri sana kwa wale wanaotumia KPC ishirini. Ni nzuri sana kwenye upande wa wanaonyonyesha, kwa sababu inaongeza maziwa, lakini pia inamfanya nguruwe anakuwa bora kila siku kama nilivyokueleza kwa sasa, kwa wafugaji wa kanda ya ziwa. Ninapozungumzia kanda ya ziwa, ninazungumzia Mwanza, Geita, Kahama na mikoa mingine mingi. Sasa habari ni njema kwamba mzigo sasa hivi ni mwingi. Kama unapoweza kuona hivi, ni vyakula mbalimbali vya mifugo ikiwemo nguruwe, ikiwemo kuku na mifugo wengine. Kwa hiyo, usisite, hapa chini nitakuwekea tu mawasiliano ya wahusika naye moja kwa moja. Ukipiga simu, basi utaweza kupatiwa huduma, lakini sio kupatiwa huduma tu, utapatiwa kitu ambacho unahitaji kwa sasa.